Unaendesha gari la kifahari lakini huna uhuru wa kifedha basi, sio unamiliki gari, bali gari ndilo linakumiliki. Tuendelee sura na kitabu cha The Millionaire Next Door kilichoandikwa na Thomas J. Stanley na William D. Danko. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu sura ya nne. You aren't what you drive. Hii sura inakuja kuvunja kabisa imani ambayo jamii nyingi zinaishi nayo kimya kimya. Imani kwamba mtu anaonekana tajiri kwa sababu anaendesha gari la gharama au anaishi kwenye nyumba kubwa. Waandishi wa kitabu hiki, Thomas Stanley na William Danko, walifanya tafiti kwa muda mrefu sana, wakizungumza na maelfu ya watu wenye mali ya zaidi ya dola milioni moja. Kitu cha kushangaza walichokigundua ni kwamba mwonekano wa nje haukuwa na uhusiano wa moja kwa moja utajiri wa kweli. Katika jamii zetu, iwe Afrika Mashariki au sehemu nyingine, gari limekuwa kama cheo, linazungumza kabla hujafungua mdomo. Ukishuka kwenye Land Cruiser, Range Rover au Mercedes, watu wanakupa heshima tofauti. Watu wanakuona kama umefika, lakini kitabu hiki kinasema wazi hiyo ni tafsiri ya kijamii, siyo tafsiri ya kifedha. Kwa sababu gari, hata liwe la gharama kiasi gani, ni mali inayoshuka thamani kila siku. Kadri unavyoliendesha ndivyo linavyozidi kupoteza thamani. Kwa hiyo ukisema nina utajiri kwa sababu nina gari, tayari unaanza kwenye msingi dhaifu. Waandishi wanaeleza kwamba watu wengi wanaoendesha magari ya kifahari hawana mali nyingi. Sababu kubwa ni kwamba wanatumia sehemu kubwa ya kipato chao kulipia mwonekano. Gari linakuwa mzigo badala ya chombo. Mtu anaweza kuwa analipa mkopo wa gari kwa miaka mitano au saba, huku pia akihangaika na bima, mafuta, matengenezo na kushuka kwa thamani. Kwa nje anaonekana yuko juu, lakini ndani anabanwa. Hebu tuchukue mfano wa kawaida kabisa. Mtu anapata mshahara mzuri, labda milioni tatu kwa mwezi. Anachukua gari la milioni mia moja kwa mkopo, kwa sababu anataka kuendana na hadhi ya kazi yake au marafiki zake. Kila mwezi analipa mkopo mkubwa, mwisho wa mwezi hana akiba. Akiugua, akipoteza kazi au soko likibadilika, yuko hatarini sana. Huyu anaonekana tajiri, lakini hana usalama wa kifedha. Sasa tuangalie upande wa pili ambao kitabu kinahuzungumzia kwa msisitizo mkubwa. Matajiri wengi wa kweli huendesha magari ya kawaida sana, sio kwa sababu hawana pesa, bali kwa sababu hawapendi kupoteza pesa kwenye vitu visivyozalisha mali. Kwao gari ni chombo cha kuwapeleka kutoka sehemu A kwenda sehemu B, si nembo ya kuthibitisha mafanikio yao. Kitabu kinatoa mifano ya mamilionea waliokuwa wanaendesha magari ya miaka mingi: Toyota, Ford, Honda, wakati walikuwa na uwezo wa kununua gari lolote walilotaka, lakini walijiuliza swali moja muhimu sana: gari hili litaniongezea nini kwenye maisha yangu ya muda mrefu? Kwao jibu mara nyingi lilikuwa hakuna. Kwa hiyo walichagua kuhifadhi pesa hizo kwenye uwekezaji, biashara, hisa au mali isiyohamishika. Walielewa kitu ambacho watu wengi hawataki kukubali: utajiri hujengwa kwa maamuzi yasiyoonekana kuwa ya kishujaa. Sura hii pia inagusa sana tabia ya watu wanaopenda status kuliko mali. Status ni jinsi watu wanavyokuona, mali ni kile ulicho nacho hata watu wasipokuwepo. Tatizo kubwa ni kwamba status inahitaji matumizi ya mara kwa mara ili idumishwe. Leo unanunua gari, kesho lazima ubadilishe. Leo unanunua simu, kesho toleo jipya linatoka. Hii ni mbio zisizo na mwisho. Matajiri wa kweli, kama inavyoelezwa kwenye kitabu, hawachezi mchezo wa kushindana na majirani. Hawanunui vitu kwa sababu mtu mwingine anavyo. Wanajiuliza kwanza, je, hili linaendana na malengo yangu ya kifedha? Kama jibu ni hapana, hata kama wana pesa, hawatumii. Waandishi pia wanaeleza kwamba watu wengi huchanganya kipato na utajiri. Mtu anaweza kuwa na kipato kikubwa sana lakini asiwe tajiri. Utajiri ni kile kinachobaki baada ya matumizi. Kama kila kitu kinaenda kwenye mikopo na gharama za maisha, hakuna utajiri unaojengwa. Ndiyo maana utaona watu wenye mishahara mikubwa lakini hawana hata akiba ya dharura. Sura ya nne inafunga kwa ujumbe wa kimya lakini mzito. Kama unahitaji kuonekana tajiri ili ujihisi umefanikiwa, bado hujafika. Matajiri wa kweli wanathamini zaidi uhuru, uhuru wa muda, uhuru wa kuchagua, uhuru wa kutokuwa na madeni. Wako tayari kuonekana wa kawaida leo ili wawe huru kesho. Kwa hiyo, somo kubwa la sura hii si kuhusu magari pekee, ni kuhusu namna tunavyotafsiri mafanikio. Inatualika tujiulize, je, ninaishi kwa ajili ya macho ya watu au kwa ajili ya maisha yangu ya baadaye? Kama ujumbe huu umekuchoma, basi ulikuwa unakuhusu. Badili sasa, kabla mshahara wako haujaisha tena. Subscribe usikose somo linalofuata.